Wetu wa BCT Media, hii ni Baptist Media kutoka hapa Kanda Ziwa katika jiji la Mwanza. Mbele yetu tunaye mgeni wetu ambaye ni katibu wa kanisa wa Baptisti Kanda Ziwa, mchungaji Anton Lunene. Tupo hapa naye kwa ajili ya kuzungumza baadhi ya vitu vichache ili tuweze kuitambua Kanda Ziwa ni nini. Karibu Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Karibu sana katika mahojiano na BCT Media Asante sana. Uh, awali ya yote ni kushukuru kwa kuitikia uh, wito huu, waweza kuzungumza pamoja na sisi. Wabaptisti wa Tanzania wanakusikiliza na wanatamani kusikia jambo lolote kuhusu Wabaptisti wa Kanda ya Ziwa hmm. kwamba unawaambia nini? Ninaomba uanze kujitambulisha ili wajue wewe ni nani na ofisi yako inafanya nini karibu. okay. Ah, mimi kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Anthony ni Atanasi. Ninachunga kanisa la Baptist Mkoba kwenye jimbo la Mkoba, lakini mimi ndiye katibu ya Ziwa, wa kanda ya Ziwa kwa makanisa yote ya kanda ya Ziwa, na makanda yetu ya Ziwa imeunganishwa me, me, na mikoa wa sita, kuanzia Mara, tuko Simiyu, tuko Mwanza, tuko Shinyanga, tuko Geita na tunamalizia na Kagera. Baba, kutokana uh, uh, na jinsi ambavyo mikoa ilivyosita ya kanda ya Ziwa, unawaambia nini Wabaptist kwamba tuna idadi ya makanisa mangapi katika kanda yetu ya Ziwa? Okay. Katika kanda yetu ya Ziwa mpaka sasa makanisa ambayo yapo kirejista makanisa 325 na tunao majimbo 18 na wa wow. Mpenzi mtazamaji wa BCT Media, ni kwamba hii ni furaha yetu kwamba baada ya mpasuko mkali ambao umeendelea kujitokeza katika kanisa letu na mgawanyiko mkubwa wa wale ambao wanaendelea kujiita jumuiya kanisa la Baptist Tanzania leo hii wamefikisha makanisa 328. Hii ni hali ya kushangaza sana, kwa sababu vigogo waasi ambao wanajiita wao ni jumuiya kuu wametoka huku kanda ya Ziwa. Baba, unaweza kutuambia nini kutokana na mipango mikakati mlionayo kwa ajili ya kanisa la Ubaptisti Kanda ya Ziwa. Kwa mipango tulionayo mpaka sasa, kwa, kwa, kwa, kwa ujumla wake ni mipango mingi. Naweza nikataja mipango mchache, lakini pia naweza nikakueleza ni kwamba kwa ujumla wake makanisa ambayo yako hai hayo mia tatu ishirini na tano ndani ya makanisa hayo kuna uh, tuna makanisa ambayo hayako yanakubaliana na, na maelekezo ya viongozi wa kanisa la Baptist Tanzania, ndani ya makanisa hayo 325 kwa maana kwamba makanisa ambayo yanakubaliana kabisa na yanautina unyenyekevu na, na yanahudhuria mikutano mikuu ya kanisa la Baptist Tanzania na yashiriki kwenye idara ya vijana na akinamama ni makanisa 80 ndani ya majimbo kumi na matatu na baadhi ya majimbo ambayo ni majimbo matano bado hayajawa tayari kupokea sehemu za kuimba na wapi huko, na tunaendelea kuyarejesha makanisa. Ndani ya mikakati yetu mwaka 2025 wakati wetu wa kwanza ni kuhakikisha wote ambao walikuwa wamedanganywa na hawakupata elimu na walikuwa wamefungiwa hawahudhurii mikutano mikuu tutahakikisha makanisa yale yote yamerudi kanisa la Baptist Tanzania. Huo ni mkakati wa kwanza, na mkakati wa pili tulionao, ambao na utaona leo tuna mkutano wa wakanda, tuna, tuna lengo moja tu ambao tunahitaji ku, kuendelea kufanya na kuweka halamu, baada ya kurudisha yale makanisa, lakini tuna mkakati wa kujenga ofisi, ofisi ya kisasa ambayo itakuwa ina kila kitu ndani na itakuwa na nyumba ya kupumzikia viongozi wakati wakiwa kwenye shughuli zao za kikazi kwenye ofisi. Na zaidi ya yote, tuna tunayohitaji sasa wa kutoa elimu kwa wachungaji wetu, maana tumekuwa muda mwingi tunakimbizana, e, tunenda huko tunaenda kule kuarudisha makanisa. Sasa mkakati ishirini ishirini na tano ni kuhakikisha kutoa elimu, viongozi wachungaji, viongozi wa idara. Tutatoa semina mbalimbali elekezi na semina ambazo zitaenda kujenga na huo ndio mkakati wetu, baadhi ya mikakati ambayo tuko tuko nayo lakini, pia kuboresha kuhakisha makanisa yanashiriki kwenye idara idara za vijana, idara za wamama, idara za watoto na idara ya wababa. Na kwa siku ya leo ni siku ambayo kwa kanda ya Ziwa tangu Aprili 2020 hatukuwahi kuwa na na, na na kiongozi wa idara ya wababa lakini leo hatutatoka hapa mpaka tumeona viongozi wa idara ya wanaume kanda ya Ziwa. Kwa hiyo Wabaptisti, nategemea kwamba watapokea baadaye eh, kwa furaha sana, kwa sababu tuna, tunakuwa ni kama ni limbuko tangu tufanye mabadiliko. Mtazamaji wa BCT Media